Yesu Kristo, karibu kujiunga na Danny Vuninga TV wakati huu ambao tunataka kuingia kuendelesha mafundisho yetu ambayo tumeanza kwa ajili ya kujifunza uh, kuhusu kitabu cha injili ya Yohana sura ya nne. tumeanza tangu mstari wa kwanza, sasa tukaishia kwa mstari wa tisa ambapo tumezungumzia jambo la kwanza, jinsi Yesu alivyoleta wokovu kwa ajili yetu sote, na jambo la pili ambalo tulilizungumzia jana, tulikuwa tumezungumza kuhusu uh, kuhusu habari za mzozo ambao uliokuwa katikati ya way, way, way, Wayahudi na Wasamaria na katika hili somo nikazungumzia kuhusu Wasamaria jinsi walivyozaliwa taifa lao ama kabila lao jinsi lilivyotokea miongoni mwa Waisraeli wakati iliyogawanyika Israeli, hao wa Wasamaria wakajikuta wamekuwa miongoni mwa makabila ambayo yalikuwa yanaabudu Mungu wa kweli lakini pia huku wakitumia wakifanya miungu wakitembea na miungu ya kigeni, na tukazungumza jana kwamba huu ndio mzozo mkubwa ambao uliokuwa wako katikati ya Wasamaria na Wayahudi. Na ninakukaribisha tena leo katika hiki kipindi ambacho tutaendelea na sehemu ya tatu ya hii mafundisho yetu ambayo ndio video ya tatu. Na kama bado we ni mara ya kwanza kuweza kujiunga pamoja nasi kwenye mafundisho haya, basi nitakuomba uweze kusubscribe ujiunge kabisa, ili uweze kuwa nafata mafundisho haya kila mara, tukiwa live, tukiwa tumeweka video online, utakuwa unafuatilia mafundisho haya kirahisi sana. Na siku hii ya leo tutaendelea na sehemu hii ya tatu, tukijifunza katika mstari wa kumi kumi na moja hadi uh, tutaishia kwa mstari huo wa kumi na tatu. Bwana Yesu asifiwe sana. So katika tutasoma mstari wa wa kumi, kwa sababu tulikuwa tumesoma mstari wa tisa hapa ambapo mwanamke Msamaria alikuwa kabisa ana anajiswali maswali kuhusu Yesu, anamwambia. Basi yule mwanamke Msamaria akamwambia, imekuwaje wewe Myahudi unaniomba maji mimi mwanamke Msamaria? Kwa maana Wayahudi awashirikiani na Wasamaria. Tulizungumza juu ya hayo mambo jana. Kwa nini hawakushirikiana wayahudi na wasamaria? Hayo mambo kama hujayafuata utafuatilia sehemu ya pili ya haya mafundisho kwenye Danny Vuninga TV. Na leo katika sehemu ya tatu, mstari wa kumi inasema hivi, Yesu akajibu akamwambia, kama ungalijua karama ya Mungu, naye ni nani anayekuambia nipe maji ninywe, ungalimwomba yeye, naye angelikupa maji yaliyo hai. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Naye akamwambia mm, uh, ungali ungalimwomba yeye naye angalikupa maji yaliyo hai. Mstari wa 11 anasema, mwanamke akamwambia, Bwana, huna kitu cha kutekea na kisima ni kirefu, basi utapata wapi hayo maji yaliyo hai? Je, wewe u mkubwa kuliko baba yetu Yakobo aliyetupa kisima hiki naye mwenyewe akanywa maji yake na wanawe na wanyama wake? Yesu akajibu akamwambia, kila mtu anayekunywa maji haya ataona kiu tena. Mstari wa 14, bali yeyote atakayekunywa maji nitakayo nitakayompa mimi hataona kiu milele, lakini maji nitakayompa yatakuwa ndani yake chemchemi ya maji ya bubujikayo hadi uzima wa milele. Mstari wa 15 unasema Mwanamke akamwambia Bwana, nipe maji haya, nisimwone kiu wala nisiendelee kuja hapa kuteka maji. Amen, amen. Pendwa mtazamaji, leo tutazungumzia somo nzuri sana Haya mazungumzo ya Yesu Kristo yame, wakati ninajifunza haya mazungumzo haya mafundisho yamenipatia nguvu, yamenipa nguvu kabisa, na nimehisi kuwa katika viwango vingine, kwa sababu maneno ya Mungu yana nguvu. Ndivyo Biblia inasema ndani ya kitabu cha Waebrania sura 4 mstari wa 12, inasema kwamba maneno ya Mungu yana nguvu hata ya kuweza kutenganisha mifupa na maji na minofu na mishipa. Maneno ya Mungu yana nguvu hili. Sasa ninaposoma maneno ya Mungu, ninasikia kabisa hii nguvu inakuwa inapanda ndani mwangu. Hivi ndivyo nataka pia haya mafundisho yaweze kuingia ndani mwako. Tutasikia katika hili somo haya maji ambayo Yesu alizungumzia, namna alizungumzia katika mazungumzo yake ni maji gani na kwa nini huu ndio muda ambao aliona muda mwafaka wa kuweza kuzungumuzia haya mafundisho. Uh, Yesu Kristo alichukua muda huu ambao ulikuwa muda maalum wa kuweza kuzungumza na mwanamke Msamaria. Kumbuka jinsi nilivyosema jana katika mafundisho Wasamaria walikuwa hawashirikiani na Wayahudi kwa sababu ya mgogoro huu ambao ulikuwa mchanganyiko wa mataifa wa makabila, mchanganyiko wa, wa ibada wa maombi na kadhalika, ulikuwa mgogoro mrefu. Sasa Yesu akachukua huu muda kwa sababu Yesu yeye alikuja especially kwa kuweza kuleta umoja pale ambapo kulikuwa matengano kwa kuweza kuleta upendo pale ambapo kulikuwa na chuki, kwa kuweza kuleta ushirika pale ambapo watu walikuwa wamebaguana. Hii ndio ilikuwa kazi ya Yesu, ndio iliacha Yesu anaweza kuja hapa kudunia na kutangaza ufalme wa Mungu, kutangaza mapenzi ya Mungu kwa wanadamu. Yesu alikuja kufunua upendo wa Mungu, roho ya Mungu. In fact Biblia inasema ndani ya kitabu cha ya, cha ya Aa, wa nasema ndani ya kitabu cha Wakolosai kwamba Yesu ni picha kabisa kamili ya Yesu, ya ya Mungu ambaye alivaa mwili akaja hapa kudunia. Kwa hiyo Yesu anapozungumza na mwanamke akamwambia, kama ungelijua mtu anayekuambia nipe maji ninywe na pia ungelijua karama ya Mungu ambayo iko nayo, kama ungelijua upendo ambayo Mungu iko nao kwa ajili yako, kama ungelijua mawazo ya Mungu kwa ajili yako, kama ungelijua mipango ya Mungu kwa ajili ya maisha yako, basi wewe njo ungeniambia nikupatie maji. Bwana Yesu asifiwe sana na haya maji ambayo Yesu anazungumzia hapa, mpendo wa msikilizaji, sio haya maji ambayo tunayafikiria kila siku. Tunakunywa maji Mugote, tunakunywa na ice water, tunakunywa Nivana, tunakunywa maji Rwenzori, tunakunywa maji ya kila aina, lakini haya maji sio maji ambayo Yesu alizungumzia. Yesu alizungumzia hapa, kwa sababu kumbuka, huu mwanamke ilikuwa ni ni alikuwa ni zoezi yake, alikuwa amezoelea kila mara kuweza kuja na kuteka maji kwenye, kwenye kisima hicho, na hii siku ikawa siku ya kisima cha maji ya uzima kuweza kuja na kukutanana kwenye kisima cha maji ambayo inaisha. hmm. Bwana Yesu asifiwe sana. So Yesu yeye ni kisima cha maji ya uzima. Sasa akaja kwenye kisima, kwa sababu watu huwa wanahitaji maji, lakini kwa sababu haya maji yanaisha mara kwa mara, walitakiwa waje kila siku kushota maji, na Yesu akachukua fursa hilo kuweza kukaa kwenye kisima, hapa kukuwa na mtu lakini alikaa mwenyewe kwenye kisima hapo. Mwanamke msamaria akaja akamkutana kwenye kisima, na akamwambia mwanamke msamaria, kama ungelijua kipawa cha Mungu, kwa namna nyingine, kama ungelijua mawazo mazuri ya Mungu kwako, kama ungelijua mipango ya Mungu kwa ajili ya maisha yako, basi ungeniambia nikupatie haya maji. Na maji haya ni maji ambayo Yesu aliweka rasmi. Yesu alitangaza rasmi ujio wa Roho Mtakatifu. Yesu alitangaza rasmi nguvu za Roho Mtakatifu, alitangaza rasmi kwamba Roho Mtakatifu ndiye anatupatia uzima, kwamba huyu mwanamke alikuwa hana uzima ndani mwake, kwa sababu alikuwa hana yale maji, alikuwa hana Roho Mtakatifu. Mpendwa msikilizaji, unaweza kuishi unaweza kuishi ukawa uh, unapumua kama wanadamu wengine, lakini hauna uzima wa roho. Kiroho unakuwa umekufa. Na huyu mwanamke, ukweli ni kwamba alikuwa amekufa kiroho, kwa sababu walikuwa kama wa Samaria, hawaabudu tena ule Mungu wa kweli ambaye walikuwa wanamwabudu wa Yahudi, na hapo ikawa kabisa Fursa ya Yesu kuweza kuleta hiyo kitu kuweza kuonesha huyu mwanamke kwamba alihitaji anahitaji Roho Mtakatifu ndani ya maisha yake. Yesu aliposema maji ya uzima alikuwa akimaanisha Roho Mtakatifu na uzima wa milele ambao huja kupitia imani kwake. Mtu ambaye anakuwa na imani ndani ya Yesu ya Roho Mtakatifu, ambaye anaamini Roho Mtakatifu, ambaye anacho, anapokea Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu anaingia ndani mwako, anaingia oh, haleluya! Anaingia na uzima ndani mwako, ana, anaondoa mauti, anaingiza uzima ndani mwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya si maji ya kawaida, bali ni neema ya Mungu iliyotoweka kwa waamini wote, ikiwa ni uzima wa milele unaotokana na, na kazi ya Roho Mtakatifu katika maisha yetu. Kumbuka watu wote walivyofanya dhambi Watu wote walipofanya zambi, Biblia inasema ndani ya kitabu cha Warumi kwamba wote walitenda zambi na wakapungukiwa na utukufu wa Mungu. Mpendwa wa msikilizaji, kila unapofanya zambi, kila unapofanya kosa, unapoenda kinyume na mapenzi ya Mungu, unakuwa unapungukiwa na utukufu wa Mungu. Sasa kwa sababu ya utukufu huu, upate kurudilia tena unahitaji Roho Mtakatifu, unahitaji Roho Mtakatifu ambaye ni Mungu mzima ambaye anakuja kukaa ndani mwetu kama Roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu Kristo alifungua huyu Roho Mtakatifu rasmi, anatangaza Roho Mtakatifu katika maisha ya wanadamu kwamba wanadamu walitakiwa wawe na Roho Mtakatifu ili kwamba wapate ili kwamba wapate kuishi wapate kuwa na uzima. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Na unaweza kuniuliza swali, Roho Mtakatifu ni nani? Unaweza kujiuliza, tunapozungumzia Roho Mtakatifu huku tunamzungumzia nani? ndani ya kitabu cha Waefeso sura 4 mstari wa kumi na mbili kumi na tatu Biblia ipo inasema kwamba yeye ule aliyeshuka hapa duniani ndiye alipaa tena mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana yule, kitabu cha Waefeso sura ya 4 mstari wa kumi na mbili kumi na tatu hata ukianzia kwa mstari wa kumi ni vizuri. Biblia inasema kwamba yule aliyepaa mbinguni, aliyeshuka mbinguni kwanza, aliyetoka mbinguni akashuka hapa duniani ndiye Yesu Kristo. Ndiye Mungu mzima ambaye alipokuwa mbinguni hakuwa na jina la Yesu Kristo, lakini alikuwa Mungu. Aliposhuka hapa duniani, yeye yule Mungu akawa aka, akawa Yesu Kristo kwa sababu ya mazingira ya wanadamu aliyokuwa ndani aka acha wanadamu wamtambue kwamba yeye ni Yesu Kristo. Na alipopaa mbinguni, Biblia inasema kwamba yeye yule aliyepaa mbinguni, tena yeye yule aliyepaa, aliyeshuka duniani, Yesu Kristo akapaa tena mbinguni, na alipopaa kule mbinguni akashuka tena na kuwajaza watu kitofauti hapo, akawafanya wamoja kwa mitume, wengine manabii, wengine wainjilisi, wengine wachungaji na wengine walimu. Unaweza soma hapo mpaka mstari wa kumi na nne. Halafu ah, sasa huyu Yesu Kristo yeye ndiye pia Roho Mtakatifu ambaye wakati alipaa mbinguni alirudi tena sasa, si katika huu mwili wa nyama ambao alikuwa amevaa kama mwanadamu kama sisi, lakini alirudi sasa kama roho, na shabaha yake ama lengo kubwa la kuweza kurudi kama roho ilikuwa ni kwamba aweze kutawala sasa, aingie rasmi ndani ya moyo, ndani ya maisha ya kila mmoja, kwamba kila mmoja anaweza kuishi uzima wa, wa Roho Mtakatifu ndani ya maisha yake. Sijui unanielewa hapo. Biblia inatuambia kuhusu habari za Utatu utakatifu. Nataka niweke hili wazi, kwa sababu nimezungumzia habari za Roho Mtakatifu pia. Biblia inatuambia habari za Yesu Kristo, na tunaelewa habari za Baba ambaye ndiye Mungu muumbaji. Hatuna Miungu watatu ama wa Mungu watatu katika Ukristo. Lakini katika Ukristo, katika Ukristo tuna Mungu mmoja peke yake ambaye ndiye muumbaji wa mbingu na dunia na vyote vilivyomo ndani ya mbingu, vilivyoko chini ya mbingu, chini ya dunia na kadhalika. Na huyu Mungu iye <tip> iko na mamlaka juu ya kila kitu, iko na uwezo na mamlaka juu ya vitu vyote, juu ya maisha yetu, juu ya nafsi zetu, juu ya roho zetu, juu ya kila kitu tunachoweza kukifanya. in fact, huyu Mungu alituumba na katika kutuumba maani tumekuwa na challenge ya network.